Habari ofisa. License? mm -hmm. Samani ofisa, ni kama nimesahau nyumbani. Hamna shida, sheria inakuruhusu uwasilishe kwa kituo cha polisi masaa ishirini na nne. Ah, sawa, nafanya hivyo. Mbona lakini umeweka gari lako tinti? Ah, ofisa, gari ni ya kibinafsi Private, public lote, ni gari na sheria ni wazi mm, ofisa ni ruhusu, naona sheria inaniruhusu ni eketit, na utanipatia dakika moja tu ni kufungulia uone sheria. Kenya Law ndio hii hapo. Je, unafahamu sheria za trafiki? Unajua mabadiliko ambayo yamefanywa kwa sheria hizi? Tovuti ya Kenya Law ina habari na sheria zote za trafiki na sheria zingine. Tembelea tovuti ya Kenya Law kupitia www kenya law org. Wasiliana nasi kupitia nambari za simu +254 -0202712767. Ama utume barua pepe kwa info at Kenya law org pia unaweza tumia mitandao yetu ya kijamii ya Kenya Law kwa Facebook na Twitter kwa maelezo zaidi. Usistress, jichanue na Kenya Law.